Tunashukuru Mwenyezi Mungu tena kwa kutulinda, kwa kuonana tena kwa siku ya leo. Mungu abarikiwe sana. Tunakuja tena kuwaletea habari mpya ambazo ziko mitandaoni, ambazo watu wengi wanazisikia kwa sasa, ambazo zinasema juu ya vita ambayo iko kati ya Pakistani na India. Leo tutawapeleka kwenye moja ya migogoro mikubwa barani Asia, vita kati ya India na Pakistani. Vita hii imechukua maisha ya watu wengi, kuleta uhasama wa muda mrefu, na kugusa ulimwengu wote. Lakini vita hii ilianza lini na kwa nini? lakini mbele ya kuendelea sasa, watu wengi wanaoga kwamba vita ya dunia sasa inaenda kuanza kwa sababu ya vita ambayo nchi hizi mbili zimekamata. Watu wengi wamezidi kuogopa sana, hawakuogopa kwa vita ambayo ilikuwa kati ya Israeli, hawakuogopa vita ya risi, lakini hii ya India na Pakistan imeletea watu wengi oga kabisa. Tunaenda kuzungumzia sasa chanjo ya vita hii na nini ilitokea na vita ilitokea Tokea wapi, tutenda pamoja kwenye shene yenu ya Ahadi Divertissement. Usisahau kuji, kujiabone usisahau kucomment kupartage na kujiunga pamoja, karibu kwa kufuata kamili ya video yetu hii. Migogoro hii ilianza mwaka wa wa 1947 wakati India ilipopata uhuru kutoka kwa Uingereza, nchi hiyo iligawanywa mara moja kwa mataifa mawili India ya Wahindu wengi na Pakistan ya Waislamu wengi. Mgawanyo huu uliitwa pa Partition of India. Lakini kulikuwa na tatizo kubwa. Jimbo la Kashmir Kashmir lilikuwa na ufalme Mhindu lakini wakazi wake wengi walikuwa Waislamu. Mfalme wa, wa Kashmir alichagua kujiunga na India. Pakistani haikukubaliana na hapo ndipo vita ya kwanza ikaanza kwa mwaka wa 1947. Tangu hapo, India na Pakistani wamepigana wa, wa vita vita kuu mara nne. Vita ya kwanza ilianza mu 1947 na ikaisha mu 1948, na vita hiyo ilikuwa kuhusu Kashmir. Na vita ya pili ilianza mu 1965 tena nayo ilikuwa kuhusu Kashmir. Na vita ya tatu nayo ilianza 1971 ilipopelekea Bangladesh kujitenga kutoka Pakistan. Na vita ya nje ilikuwa ya Kargil. Kargil waria ilianza 1999. Pakistan ilitaka kuchukua sehemu ya Kashmir kwa siri, ndipo wakapigana hiyo vita ya nne. Tuenda kuzungumzia sasa zaidi kwa ajili ya vita ajili ya vita hii. Mpaka leo Kashmir bado ni chanzo kuu cha migogoro. India inadhibiti sehemu kubwa ya Kashmir, lakini Pakistani inadai kuwa ni mpaka leo Kashmir bado ni chanzo kuu cha migogoro. India na dhibiti sehemu kubwa ya Kashmir, lakini Pakistani inadai kuwa ni yao kihalali. Kwa mara, kuna, ni, mara kwa mara kuna mapigano mpakani Masha, mashambulizi ya kijeshi na mivutano ya kidiplomasia. Kinachoendelea kinachoogopesha zaidi ni kwamba India na Pakistani zote ni mataifa yenye silaha za nyuklia. Je, amani ya kweli inaweza kupatikana kati ya mataifa haya mawili? ni swali ngumu lakini historia hutufundisha kuwa suluhisho la kweli linakuja kwa mazungumzo, si kwa vita. Aa, mwaka wa 1971 India na Pakistani walipigana tena vita kwa sababu ya Kashmir. Huu ulikuwa mgogoro mkubwa wa kijeshi ambapo pande zote zilishambulia maeneo maeneo ya mpakani. Pakistan ililenga kutawala Kashmir lakini India iliweza kulinda Kashmir na vita hiyo ilimalizika kwa mkataba wa amani chini ya ushawishi wa Umoja wa Mataifa. Mwaka wa 1971 India na Pakistani walipigana tena vita, lakini hii ilikuwa tofauti kabisa. Bangladesh. Bangladesh ilijitenga kutoka Pakistani na India ikasaidia harakati za uhuru wa Bangladesh. Vita hiyo ilizunguka kama vita vya Bangladesh, ambapo India ilishinda. India ilishinda na kusaidia kuunda taifa jipya la Bangladesh. Hii ilileta mabadiliko makubwa katika ramani ya Asia ya Kusini. Katika mwaka wa 1971, eh, Vita vikali vilizu, vilizuka tena kati ya India na Pakistani kwenye mji wa Kargil, Kashmir. Huu ulikuwa mgogoro wa siri ambapo Pakistani ilijaribu kuchukua maeneo ya Kashmir kwa siri, lakini India ilijibu kwa nguvu. Kargil ilisababisha vifo vya maelfu ya watu na ilileta tena mvutano kati ya mataifa haya mawili. India na Pakistani zote zina zinamiliki silaha za nyuklia, na hii inafanya vita kati yao na hatari kubwa zaidi. Tangu kupata silaha za, za nyuklia, mataifa haya mawili yamekuwa na mvutano mkubwa kati na mvutano mkubwa lakini pia yamekuwa na juhudi za kidiplomasia kuzuia vita vya moja kwa moja. Hata hivyo hali ya migogoro bado ni tete. Mgogoro kati ya India na Pakistan haujaisha licha ya makubaliano ya amani na mazungumzo. Viongozi na wananchi wa nchi hizi wanahitaji kuendelea na juhudi za kutafuta amani kuhusu, huku wakizingatia historia ya mizozo na madhara ya vita. Katika mwaka wa demila na kuendelea Mvutano kati ya India na Pakistani ulichukua sura mpya, ugaidi. Ugaidi wa mwaka wa 2008, kulikuwa mashambulio la kigaidi kwenye bunge la India ambapo India ililaumu makundi yenye makao Pakistani, lakini tukio kubwa zaidi lilikuwa shambulio la Mumbai mwaka wa 2000 mwaka wa ambapo magaidi waliua zaidi ya watu sasaptant. India ilihusisha kundi la Lakshar ambalo linaaminika lina ku, kusaidiwa na ana mash, ma, na mashirika, mashirika ya kijasusi ya Pakistan. Tukio hilo lilileta mivutano mikali ya kidiplomasia na nchi hizo za Kiarabia kuingilia vita tena. Kwa mwaka wa 2019, India ilicha, ilichagua hatua kali kutafuta hatua kali kwa kutafuta hadhi maalumu ya Kashmir. Kabla ya hapo, Kashmir ilikuwa na uhuru wa ndani na sheria zake. Pakistani iliona hatua hiyo kama Ucho, uchokozi siku chache baadaye, ndege za kivita za India na Pakistan zilipambana hewani, jambo lililosisimua dunia nzima. India ili, ili mkamata rubani wa Pakistan na baadaye wakamwachilia kama ishara ya amani, lakini hali ya wasiwasi wasi iliendelea na Kashmir ika, ika, Wekwa chini ya ulinzi mkali, lakini hali ya wasiwasi iliendelea na Kashmir ikawekwa chini ya ulinzi mkali mkali, kukatwa mawasiliano na kuanzisha, na kuanzishwa kwa vizuizi zi, vikali. Na kwa hiyo India na Pakistan bado ziko katika mvutano mkubwa. Mara kwa mara majeshi hukubaliana, na, hukubaliana na mipakani huku raia wa kawaida wakipoteza maisha. vita vya umoja Eh, vita vya moja kwa moja havijatokea tena tangu Kargil, lakini mvutano wa kivita, kijasusi na propaganda upo kila siku majukwaa ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa, China na Marekani hujaribu kutuliza hali, lakini suluhisho la kweli bado halijapatikana. Kwa mwaka huo huo India ilitafuta hadhi maalum ya Kashmir, Pas, Pakistan bado ziko kwenye mvutano mkubwa wa majeshi kubaliana mpakani huku raia wakipoteza nini maisha. Na hapo sasa tunasema kwamba hakuna nini hakuna hali laki, ha, lakini hakuna suluhisho la kudumu bado. Katika enzi ya mitandao ya kijamii, India na Pakistani vimeingia kwenye vita ya habari mtandaoni, propaganda habari za uongo na vita vya ki vita vya kisaikolojia limekuwa sehemu ya mizozo huu sehemu ya mizozo hii. Akaunti za mitandaoni zimekuwa zikisambazwa chuki, kuchochea hasira na kuchafua taswira ya kila upande. Lakini pia teknolojia imeleta nafasi ya maelewano ya maelewano watu wa kawaida na watu wa kawaida wa upande zote mbili wakitafutana kuzungumza kwa amani. Mataifa kama Marekani, China yamekuwa nafasi muhimu ya kwenye mzozo huu, wengi watoa msaada kwa kijeshi au kifedha, huku wengine wakijaribu kuwapatanisha. Hii inaonyesha kuwa mizozo wa India na Pakistan haujaishi kwenye mipaka yao tu. Ume, ume, umeenea hadi siasa za dunia e, na kwa hiyo e, kwa sababu umekusha kuelewa mzozo huu ambao Pakistani na India ulitokea na kwenye vita vyao vilianzia, katika video ijayo tutasimulia sasa nini chanzo ya vita hii ambayo imekuja kwa imeanza sasa kwa sasa kwa mwaka huu tutaenda, lakini nawasihi kila mtu kujiabone kwenye chaneli yetu ya yeah, Ahadi Divertissement ili kujua mengi kwa ajili ya chanzo cha vita hii. Mungu awabariki sana. Tutaonana baadaye. Chau.